Sekta ya ubunifu, sekta ya nguo, tunatumiaje ile fursa kujiongezea? Tunatumiaje ile kauli ya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje e, Balozi Kombo kwamba tu, tujifunze. Sasa unajua, hawa viongozi ni kama kupeleka farasi kwenye kidimbwi la maji. Wametuleta wame mpaka kidimbwi la maji. Sasa ni sisi, kama sisi ni farasi basi tunywe Zasa, Misri wako vizuri sana kwenye leather, processing tanning, na sisi kama nchi eh, eh, number second largest eh, cattle eh, uh, wanyama mifugo mifugo kwenye bara la Afrika baada ya Sudan, ni Tanzania so sasa, zile ngozi eh, tuna process vipi, tunawezaja kutengeneza raw materials products kwa ajili ya na, na industry kubwa sana na hiyo pia kwenye fashion, pochi, viatu, wallet nini nini, aya yote yanatoka kwenye ngozi. Sasa sisi tunatumiaje hilo fursa? so hayo ni jukumu letu la kufanya na kutengeneza uh, mazingira wow, kazi ya serikali ni kutengeneza mazingira, kazi yetu ni kudandia fursa. Sasa wao wamefanikisha, sasa ni kwetu kutumia hiyo nafasi na kufursa na jinsi gani ya kulika na kuanza. Hata mbuyu alikuwa mchicha, sisi tunaelekea huko kuwa mbuyu, na tukifanya kazi pamoja na wafanyabiashara na sekta binafsi ya Misri e, nadhani tuta, e, tutaenda mbali, kwa sababu political will kati ya serikali ya Misri e, Egypt na serikali ya Tanzania ni, ni, ni, ni, ni kubwa sana na ni imara sana kwa sababu hata viongozi wetu wanakutana mara kwa mara, na kwa sababu tuna baraka zao, sasa kazi ni kwetu.